Oa, mera mera mera mera, mu. Nisaidieni jamani, nisaidieni. Ta, eh bwana, naona ninapolala, nalala hapa juu hapa, nanyosha miguu, naona hapa juu kabisa, chini kule. Unaona mwanangu, eh unaona ninapolala eh? Haya, ah, hapa mimi ndo nalala hapa hapa, ndo nalala hapa hapa, ndo nalala kauli yako